Atanuasimesimia z Waheshimiwa madiwani wapata viti maalum wa CCM, hoye safi safi, gombea jimbo la Mbulu Vijijini safi, asanteni sana Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa vijana mkoa wa Manyara, na mjumbe wa kamati ya siasa, katibu mwenezi wa wilaya Mbulu, Mheshimiwa mgombea wa udiwani kata ya Dinamu, waheshimiwa madiwani wateule kutoka kata mbalimbali iko mbali. kata ya ya Tumati, Mheshimiwa Bayobanga viti maalum, Mheshimiwa Eliza, Mheshimiwa Hepi, Mheshimiwa Eliminata sijui kama nitakuwa nimemsahau mtu, viongozi wote wa kamati ya siasa kata ya Dinamo, na viongozi wa kamati ya siasa na wajumbe wote kutoka matawi yote, ikiwemo matawi hili la Genda. Bwana Yesu asifiwe! Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tunayo furaha sana kwa jinsi ambavyo mmetupokea kwa amani na kwa shangwe na kwa bashasha. Na, le suri, ta harim. Na sisi tunasema mmeitakika, Mheshimiwa Golo, wewe na viongozi wako na watu wako mmeitendea haki Chama cha Mapinduzi, tupigie makofi <laughs> mkishaitendea haki Chama cha Mapinduzi sisi wagombea tunaelea kule juu tuna dunda, dunda tu hapo vipi? Hapo sawa? Ndio jamani. Ndio. Lakini sisi wagombea tunaweza tukapita, si ndio? Ila chama cha mapinduzi kinaendelea kuwepo vizazi hadi vizazi, sisi tunaweza tukapita. lakalamario ama nodirivana mbongumofauya ogeru kwa hema sara utara hema Ndio, ndio kutama hema

naye leo ananiachia nafasi ya kura na amefanya kazi nzuri kama alivyotaja Mheshimiwa Golo katika vijiji, katika kata na jimbo zima. Tumpe makofi yake na maua yake ya kutosha, baba. Lakini msisahau na siku mimi nikimaliza awamu mtakazo nipa makofi yangu muyatunze, au vipi? Mtanipa siku ile, sindio? Jamani, na kwani mi takuja kueba, atakuja kusema, atakaikuja sindio? baada ya mimi sindio?